Nimebahatika hii Coast region pwani, wabunge wote yule ambayo yuko katika budget ya finance nimemechform. <laughs> Lakini najuta kuingia huko, najuta, nimeona kuona takataka, uchafu maonevu sikia wewe rais tunakuunga mkono hapa lungalunga hapa kwale tunakuunga mkono lakini bajeti ya kitaifa ambayo imetengenezwa ya 2025, 2026 haitufai haitusaidii haitupi mwelekeo wowote na haya ni mambo ambayo yameendelea kwa miaka na mikaka. Ndio maana sisi tunalia leo, mabarabara hayatengenezwi. Mwachane bridge ambayo tunadai milioni mia mbili, Mheshimiwa Rais, tumewekewa milioni 84. Tutamanisiwa hiyo daraja lile, na juta bajeti ya trilioni 4 ambayo bilioni mia 7 nasema bilioni Sisemi milioni, naongea tena principles, mko hapa wasomi. Nasema bilioni mia saba pale kaunti yote Matuga, Samburu, Tongwe, eh, Lunga Lunga, Msambweni, na tuko na division mpya inaitwa Kubo. Five sub counties, tumepewa milioni mia saba peke yake na kati ya hizo milioni mia saba milioni mia mbili ni za visibility study ya barabara ambayo tayari inajengwa mbani wivikare zizo za ia za milioni magana mairi ah. Ati kuna mradi hapa Lungalunga hapa Kwale county wa serikali wa, wa, wa, wa laki moja laki moja, serikali nzima nizofanyira mradi wa laki menga bani zinowakosanikwa kwa mlungu kuingia hiyo kamati aa, nilienda huko yoni, kama kuna kitengo kile ambacho kinapeleka habari kwa serikali, nataka wajue, hivi tunataka daraja la machane ijengwe ishe. Hatutaki kujua hayo mambo, maana kumbe kumbe kulikuwa kunaendelea hayo mambo. Ndio maana kule wenzetu barabara wanawekea mahindi wa wa, wakaushia mahindi huku kwetu Mitimba tu kupiga ngoma tu, ni wewe beni, wewe ni wewe, penda ni wewe. Penda penda, toboe tusitoboe, nagozaze huku ndonze ngombe manji sana. Nilikuwa nawaonyesha tu kwamba, ndugu zangu, hii lazima tuwe na usawa. Kama mtu atanifikiria ninapinga, nishaurie

basari hatutakubali hii budget. Tutaenda tuende na retreat, kama cost leaders tuwapatie sauti yetu, wakisikiza sawa, wasiposikiza unagozawanganiwabat na nyinyi wananchi, nataka mtusikize sana sisi viongozi, hasa watu kama mutifomod mimi, mahali kutendeki haki nitasema mino pake ngombe. Kwa hivyo tutafanya kila mbinu ibadilike Yani, bilioni mia saba hata ukizigawanya kwa, kwa, kwa, kwa constituency mia mbili na tisaini ni kaunti arobaini na saba kila kaunti natakana ipatiwe bilioni at least, kila kaunti tapewa milioni mia saba hata ni 15 bilioni. Hata kwanza nafundishwa hesabu mwalimu wangu mganda wa retire, bilioni tungepata 15 bilioni hapa ungeona, hata hivi vibarabara vingetu na viramba, tukule tupande, tukule turambe. Sasa wametuwekea milioni mia saba alafu ati bajeti ipite kila kazi babo lo oloololo oh, wakitushinda angani bani munarimanya tamba tarehe kumi mwezi tarehe tisa mwezi wa nane 2020. Nimewapa hata tarehe nimewapa ni lazima sisi pia tusikizwe kama watu wa Kwale na kama watu wa Lungalunga.